Haruki imetanda katika mtaa wa viwanda kata ya Shinyanga mjini manispaa ya Shinyanga, baada ya kukuta mtoto mchanga ambaye anakadiriwa kuwa na miezi nane kukutwa ametupwa kwenye mfuko huku akiwa tayari ameaga dunia. Akizungumza na vyombo vya habari, mashuhuda wa tukio hilo akiwemo Jeremiah Evans, mkazi wa mtaa wa Matanda, amesema kuwa amemkuta mtoto huo na tukio hilo wakati akiwa kwenye majukumu yake ya kila siku ya kutafuta mabaki ya vyakula kwa ajili ya kulishia kuku. Sai Matias ametuandalia taarifa zaidi. Kwa sababu mimi huwa ninapita ninatenda za kulisha kuku hapo nguzo nane, kwa maana hiyo waga nakusanya maugari, huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka nguzo nane kupata riziki Leo hii nimekuja nafukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Bahati nzuri nikawakuta wa madada wamo humu ndani, nikawaita hapo nje washuhudie, kwamba jamani, ni nini mlichokifanya? Basi na wenyewe wakatoka pale nje kuangalia, ndio hichi kilichotokea. Ni hicho ni mimi katika kutafuta machakula ya kuku. Tumeitwa kwa kutokea kisanga hapa katika maeneo ya hostel. Tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko, mfuko wenyewe wa mia mbili. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi minane, mtoto ameshaota paka mpaka nywele mpaka na nywele mpaka na, na macho mtoto ameshatokeza mpaka na kucha, ndio sasa watu ikabidi sasa ndio watu wajitokeze wawaji waangalie wajitokeze, kumsanga ulikotokea. Kwa hiyo kweli nimefika eneo la tukio baada ya kuwa nimepokea simu ya balozi wangu wa eneo hili na nimefika hapa katika eneo hili la hosteli iliyoko ndani ya mtaa wetu. Kama mnavyoona, taharuki imekuwa ni kubwa. Nimefika na kukuta mtoto mchanga, ambacho ni kiumbe hakijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo waliyefanya tukio hili pengine alikuwa na target e, zoezi la uzoaji taka, ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Kwa hivyo wasamalia wema wamebaini mapema tukio hili kabla ya taka kubebwa na kugundua kuna kiumbe ambacho ni kiumbe, e, ni kiumbe ambacho ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni malaika wa Mungu huyo katupo ndani ya mifuko hiyo na wamejitahidi kukiokoa na kimehifadhiwa katika chombo maalum cha boksi ili kusubiri sasa jeshi la polisi lije likibebe na liende likabaini katika vyombo husika na kubaini nani ambaye anahusika na tukio hili. Tumelipokea tukio hili sisi kama wanamtaa Viwandani kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu huu ni ukatili ambao serikali siku zote imekuwa inapiga vita sana. Kwa hivyo nazidi kuwaomba wananchi wangu wa mtaa viwandani walioko katika eneo hili wajaribu kuwa na utulivu. Jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia zoezi hili na eh, hospitali zetu zitakwenda kubaini ni chanzo chake ni kipi, na na imani kwamba haki itatendeka na sheria itachukua mkondo wake, ili kuweza kutoa elimu katika jamii kwamba utendaji wa matukio kama haya ni ukatili wa kijinsia.